Leo nataka ni kuibie siri kuhusu tatizo la uzazi. Pamekuwa na nadharia nyingi sana, lakini ni tatizo ambalo hatuwezi likimbia. Umeona hivi karibuni hata rais mwenyewe amelizungumzia. Kwa wanaume, nguvu za kiume ni tatizo sana. Kwa wanawake, uteute kukosekana kwenye uke zao, pamoja na kukosa uwezo wa kushika mimba. Mimba kutoka nalo ni tatizo kubwa sana. Sasa tufanyeje? na kurudisha kwenye asili, iko hivi. Malkia wa nyuki ana uwezo wa kuzalisha mayai zaidi ya elfu mbili. Jambo ambalo linamfanya kuwa wa kipekee ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu moja kubwa, Malkia huyu inasemekana anatumia maziwa yanayozalishwa na nyuki wenyewe inayoitwa royal jelly. Iko hivi, nyuki anazalisha zaidi ya mazao saba, ikiwemo asali, na moja kati ya mazao hayo ni maziwa ya nyuki. Maziwa haya yana uwezo wa kipekee na ndicho chakula ambacho Malkia huwa anakula maisha yake yote. Nyuki wadogo wanapokuwa wadogo siku tatu za mwanzo hulishwa chakula hiki ili waweze kukua na baada ya hapo, chakula hiki huhifadhiwa maalum kwa ajili ya malkia, jambo ambalo linamwezesha kuzalisha mayai elfu mbili kwa siku na kuishi mpaka miaka tano sita, na wakati mwingine nane, jambo ambalo halitokei kwa nyuki wengine. Sasa asili hii inatufundisha nini? Kwamba maziwa haya ya nyuki yana faida kubwa sana linapokuja swala la nguvu za uzazi. Umaarufu zaidi wa royo jeli ulipatikana miaka ya hamsini wakati Papa Piusi alikuwa mgondwa sana ugonjwa ambao ulimdhoofisha hali, lakini mwaka mmoja baadaye alikuja kuonekana mtu mwenye stamina, mwenye nguvu ya ajabu kwenye jamii. Baada ya chunguzi nyingi, daktari wake Bwana Ricardo Riki aliieleza jamii kitu gani alimpatia Papa Pius wakati ule, na moja kwa moja wakaonyesha jinsi ambavyo alitumia Royal Jelly kusaidia kiwango kikubwa sana kurejesha nguvu. Ina maana kwamba Royal Jelly ina faida nyingi nje tu ya faida ya uzazi. Hata Malkia aliyefariki hivi karibuni, inasemekana kwenye mlo wake wa kila siku alikuwa anatumia Royal Jelly. Ziko nadharia nyingi, wanafalsafa kama Aristotel wamekuwa wakirikomendi wanafunzi wao kutumia katika breakfast zao chakula hiki cha aina ya Royal Jeli ambacho kinazalishwa na nyuki. Muunganiko wa Royal Jeli pamoja na vitu vingine vina uwezo wa kutatua kabisa tatizo la nguvu za kiume. Sasa leo nimekuja na habari njema. Moja ya bidhaa ambayo imefanya vizuri sokoni baada ya wanasayansi kukaa chini ni pamoja na Bestron, yenyewe inaitwa The Gift of Nature ina mchanganyiko wa loyo jeli lakini pia wameiongezea ziada ya matunda mengine kama matunda ya aina ya shokshok -shok, au tunaita dragon fruit. Mchanganyiko wake umeifanya imepewa jina la Babalao. Kwa hiyo kwa wewe unayesumbuka na changamoto ya nguvu za uzazi hasa nguvu za kiume, kukosa hamu, upungufu wa nguvu zenyewe au shahawa kuwa ndogo, na wewe mwanamama ambaye kwa muda mrefu umehangaika kutafuta mimba, mimba kuchoropoka, unapata mvurugiko wa homoni mara kwa mara, basi na kusi, kabla hujakata tamaa, basi tafute Bestron na habari njema zaidi ni kwamba pamoja na upatikanaji wake kuwa nadra, hivi sasa tunazipata japo ni chache.